Mabalozi na wajumbe oye. Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria na Mbunge wa Jimbo la Songea mjini, Daktari Damas Daniel Ndumbaro, Mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi Songea mjini, Katibu wako, wajumbe wa kamati ya siasa Natambua uwepo wenu waheshimiwa sana sana. Wageni rasmi wa leo, mabalozi na wajumbe, mabibi na mabwana tulioko humu, amani ya Bwana ilinde mkutano wetu. Ndugu zangu, mpo toka asubuhi hapa na mengi yamesemwa, lakini kwa nini mmeambiwa nyinyi mmeambiwa nyinyi? Kwa sababu ni viongozi wa ngazi ya chini kabisa. Kule kwa lugha ya Kingoni tunaita ground floor, ndiko mliko nyinyi. Sasa nataka niwaambie, sheria ndo engine ya nchi yetu. Hata Samia unayemwona aliposhinda uchaguzi, Magufuli, Kikwete na wengine wote waliapishwa na wanasheria. Ili awe rais, lazima sheria iwepo. Mikataba yote mnayoiona inasainiwa ya kujenga mabarabara, madaraja, upanuzi wa bandari na mambo mengi mengine, sheria. Lakini sheria hii tulikuwa hatuijui, kwa sababu haikutoka sana nje kwenye levo yetu. Leo tuna Damas Ndumbaro, mbunge wa jimbo hili ameifanya sheria tuijue sote, na hii itatusaidia sana. Ndugu zangu, mimi nimebahatika kutembea na Samia Legal Aid mikoa mingi. Ndugu waziri, wewe na wasaidizi wako, kama kuna ibada mmefanya kwenye Samia Legal Aid. Ndugu zangu, kuna matatizo ardhi, mirathi, ndoa, ukandamizaji, na watu wanashindwa kwenda kupata sheria kwa sababu, ili umpate mwanasheria halali lazima uwe na laki nane, wengi hawawezi, na mtu kuuza gunia zake kumi kwenda kwa mwanasheria atawaua watoto. Dr Damas na timu yako yote ya sheria na katiba Mmemshauri rais jambo jema, jambo ambalo Watanzania Tanzania hawatawasahau. Lakini kusudio ni nini? Mjue kuishi kisheria. Wako watu wamepata hasara, anakwenda kununua shamba, mipaka hajui, anakosema mwisho wa shamba langu, kumbe shamba la mtu mwingine. Anakwenda kununua nyumba, ameuziwa kumbe nyumba hii iko mita 30 kutoka chanzo cha maji, hajui. Lakini Mbeya, tulikwenda kutatua kesi, dada amefiwa na mumewe, ndani ya miezi miwili familia inampa mume mwingine aolewe. Miezi miwili, kusudio mali ya bwana ifujwe. Tulikwenda kumtoa yule bwana, tukamwacha yule dada na mali zake. Ukitaka bwana, tafuta umtakae, sio bwana wa kukulazimisha. Mimi nilikuwepo. Hebu fikiria katibu wenu wa chama hapa. Mike tu yenye rangi nyekundu amekataa kuzungumza kwa sababu yeye Yanga. Je, bwana usiyempenda anafaa kuishi naye? Mabalozi oye. Huyo bwana atabusu anapigika huyo. Tuliakuta huko tulikokwenda. Tuliakuta huko tulikokwenda. Tulimkuta kikongwe wa miaka themanini, nyumba yake imeuzwa na mtoto wake. Bibi yule alikuwa anahesabiwa siku za kutoka roho. Ilipokwenda Samia Legal Aid Campaign, nyumba ilirudishwa, aliyenunua alikiri, muuzaji alikiri. Bibi yule ukimwona leo unaweza ukamwambia twende la chazi tukale mchezo, amani imerudi. Samia Legal Aid imefanya jambo kubwa sana, lakini nyinyi akina mama, haya mambo yana haki madai, kuna haki jinai. Mnakaa na watoto wanafanyiwa vitendo vibaya, mtoto analawitiwa, ananajisiwa, na hayo mambo akishafanyiwa mtoto vitu viwili lazima vimkute, atatapakaa damu nyingi, atatapakaa haja kubwa nyingi. Mama anasema siwezi kumpeleka polisi mpaka nimuoshe. Kisheria unaupoteza ushahidi wa kidaktari vile alivyofanywa, na mavi yake na damu zake beba hivyo hivyo, kwa sababu unapokwenda kumuosha, kuna vitu unaviondoa, ukiviondoa madaktari wanakosa ushahidi wa kumfanya mtuhumiwa atiwe hatiani lakini wako wanawake walipata mateso tu, akatoka nyumbani kwa mume. Yule bwana kwa sababu kaamua kufanya ukatili anakwenda kwenye vyombo vya sheria, mwezi wa tatu mke wangu simuoni, nimekosa huduma ile ambayo inafanyika baada ya kuzima taa, nilikosa chakula na maji ya kuoga. Yule mama anatiwa hatiani kwa sababu alitoka nyumbani bila utaratibu. Lakini tumeona watu mashamba yanaporwa, nyumba zao zinauzwa, mama mengi yanatokea, lakini Samia Legal Aid Campaign, haki ya Mungu, mi nasema kama kuna jambo mmefanya, hili jambo ni kubwa sana. Sasa mmekuja hapa kwenye semina hii, nyinyi sasa mkawe mabalozi. Kabla haujafanya, jiridhishe, haki yangu, kabla sijafanya, sikiuki sheria kwa mfano sasa mmepewa na elimu ya uchaguzi kwa nini mmepewa sasa oktoba tuna uchaguzi na viko vyama vinatembea mtaani kuzuia uchaguzi nataka niwaambie ndugu zangu hawa wanasheria wanajua rais haruhusiwi kuongezwa hata siku hii ni usiginaji na ukiukwaji wa katiba ikifika tarehe samia sio rais Ikifika tarehe Damas siyo mbunge, ikifika tarehe diwani wako siyo diwani. Hatuwezi kusogeza uchaguzi, kuwe na sababu ya msingi, na mojawapo labda iwe nchi imeingia kwenye machafuko, hasa vita. Haiwezekani anainuka tu mtu anasema uchaguzi hakuna. Ndio maana mmepewa hii semina. Wewe padri ameshatangaza ndoa siku saba, shehe amekushakaa pale na kitezo amejaza ubani Eti unasema tunasogeza ndoa mbele kwa sababu biharusi gauni lina mbana? Si hata kanga mumveshe. Haiwezekani, hatuwezi kusogeza. Kwa hiyo niwaulize nyinyi, uchaguzi haupo? Upo. Lazima mkasimame na hilo na wanapita kuwakashifu nyinyi na chama chenu cha Mapinduzi kwamba akijafanya kitu Msijibu kwa jaziba, jibuni kwa hoja, jibuni kwa hoja. Madarasa yaliyoko sasa hizi mwana mwanammonga ndo madarasa yaliyoko Dar es Salaam. Mtoto anasoma darasa chini lina tiles juu lina gypsum, dirisha la kuslide, mlango una kitasa. Akienda chooni, baada ya ile shughuli anaflash, mzigo unakwenda. Zamani ilikuwepo <laughs> Yasemeni hayo. Kwa nini mnakuwa wanyonge? Unyonge wa nini? Waambieni zamani operation ya kufumua kichwa ilikuwa tunakwenda India. Na huyo mgonjwa akirudi kichwa kimeongezeka mshono kama bumps ya kwenye barabara. Leo tunaingiza pipe puani. Leo tunaingiza pipe mbili puani zinakwenda kufanya operation ya kichwa kwenye ubongo. Mgonjwa akitoka amefanyiwa operation, wewe uwezi kuona kovu. Operation ya moyo tulikuwa tunaachama kifua chote kama mtu amefunua bonnet ya Bedford. Leo inaingia sindano, leo inaingia sindano kwenye moyo wa mtu, inakwenda kuzibua mirija, damu inakwenda inavyotakiwa, moyo unapiga kwa spidi inayotakiwa, mtu yuko salama, anakuambia nimefanyiwa operesheni ya moyo wewe unakataa. Yanafanyika Tanzania. Kwa nini mnakuwa wanyonge? Leo tunapandikiza figo, hakuna kwenda India. Leo pale mwanammonga unapopaona pale, wakifanya operation pale, madaktari wa hospitali kubwa zote Tanzania wanaweza kujoin kwenye operation hiyo. KCMC, Muhimbili, Mbeya na maeneo mengine wanaweza wakashiriki operation inayofanyika Mwanammonga. Zamani ilikuwepo hiyo? Kwa nini mnakuwa wanyonge kusema? Mimi wakati nampata mke wangu yule mama Abdalla mpaka nilijifunza nyimbo za Marijani. Simu hakuna, uwani hawezi kutoka, natakiwa niimbe leo. Si mkipeana namba tu, habari imekwisha. Maendeleo sio maendeleo. Mi mpaka nilijifunza kupita pita kwake, kunanipa wazimu. Hii ni wiki ya pili ninamuona, ili asikie kila mara akipita nyumbani kwangu kuelekea dukani, sura yake ya kijapani na umbo lake kweli lanizingua. Oh, ili mama yule atoke uani, basi kuna siku naimba we, mpaka narudia ngoma nje itoke leo. Hayo hakuna kuna maendeleo, teknolojia. Huyu mbunge wenu huyu alikuwa anapanda marailand kwenda shule, gari inapanda mlimani, mji mzima wanaisikia kelele, dereva na tandiboi wote wamekanyaga wa exleta. Leo unapanda yutong na tv hujui kama inapanda mlima, sio maendeleo? Kwa nini mnakuwa wanyonge kusema, unyonge wa nini? Raisi wenu amelipa gharama. Rais Samia ameongeza hapa, tayari ilishakuwepo hii. Semina leo ya mabalozi na wajumbe, ameigharamia na wataalamu ameleta. Mnafikiri kwa nini imekuja? wilaya ziko ngapi? Nenda ulizeni wilaya zingine, semina hii ipo? Kuna mtu amechokonyoa na imewezekana, na si mwingine mbunge wa jimbo lenu. Msiniambie nafanya kampeni, niko kwenye Samia ligo, sifanye kampeni. Lakini kuchagua kwingi, kuna matatizo. Kuna ndugu yangu mmoja aliacha mke aliyokuwa anamuogesha mama yake, anasafisha nyumba, mama yule anafuliwa nguo. Siku moja, yule mama bwana anatoka kumpiga busu, akanambia namuacha mke wangu ajanichumu. Nikamwambia muache basi bibi, aliyokuja huyo busu nyingi, lakini mama yake anakula makofi mpaka anajamba. Mabalozi oye, bora nani asiyepiga busu au anempiga mamako? Kuchama kwingi kuna hatari zake. Kwa hiyo nawaomba tumieni fursa hii, hii fursa msiiache, na ninaamini mwakani kutakuwa na mengi zaidi. Lakini Dkt. Damas Ndumbaro, naibu wako waziri Sagini, katibu wako mkuu Eliakim Maswi na wengine na washukuruni sana. Mimi nawaambieni nyinyi, mmefanya pepo. Watu wamepata tabu sana kuhusu sheria, gharama za sheria ni kubwa sana. Leo kila mtu anajua mipaka ya sheria na mnazidi kuwaongezea uwezo. Mungu awajalie wa sana. Unajua sisi tuna ugonjwa kusahau. Raisi Samia mwanammonga hakujui Raisi Samia kata ya Tanga haijui mletele hapa juu, yako mambo. Ni bajeti ya halimashauri, kivuko halimashauri italeta kuweka karavati italeta, lakini kuna mambo yanafanyika kwa bajeti ya serikali kuu. Jengo la bilioni moja na milioni mia tano halimashauri wanaweza kujenga? Mnapoyaona vile, ujue kuna mpiga kelele, kuna mlalamishi huko juu. Hayashuki kama uyoga, kwamba jitonyiura basi. a a, haishuki kama uyoga. Kuna mtu anakwenda kuchokonyoa huyu. Mtu ana mahusiano gani na watu, anaheshimikaje, watu anamtajaje, mambo yake anaendeshaje, anaheshimu watu? Ndio, ndio maana zamani hata ndoa, huyu alikuwa anaongea hapo m, nilitumwa nikakataliwa. Simnamjua, ana swaga zake huyu. Hata ndoa zamani Ninapotaka kuonda kuoa kwa mwinyi Msolomi, kijana wangu Abdala anataka kuoa kwa mwinyi Msolomi, unafanyika kwanza upembuzi yakinifu. Anakwenda kuoa wapi? Kwa mzee Msolomi, familia yake ikoje? Shangazi wa Biarusi ana domo hana? Madada zake wezi? Hapana. Makaka wavuta bangi? Hapana, wanalima sana. Ndio Unafanyika upembuzi yakinifu tena, pengine mimi biharusi mwenyewe hata simjui. Mtoto akienda kuoa anatoka na mke mwenye sifa za kuwa mke. Unafikiri leo kwa nini hatuwezi? leo Tunatongozana kwenye WhatsApp. Eh, amekupigia picha, yuko hivi vizuri, unasema huyu namtaka. Kumwangalia chini, ana mguu mbovu kama Hamisi. Ah, mimi sikukujua, umeshaoa. Ndugu wanasemina, niwashukuruni sana, niwatakie kila laheri. Daktari Damasia, nikushukuru. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Halo. Halo. Mabalozi oye!